Ingia mara ya kwanza kwenye hiyo nyumba, lakini mauzauza niliyokutana nayo ni ya kutisha. Nilikuta vitu vya ajabu nilishangaa, nyumba nzuri kama hii mpangishwa shilingi elfu kumi. Nyumba na simbo, ina tairisi, ina mapanzia kabisa. Ila kuna mtu alinambia iyo nyumba ni mauzauza, ni nikaanza kuona vitu vya ajabu mbele yangu, nikaanza kuona vitu visivyo ileweka katika macho yangu, nikaanza kukumbuka yale maneno ya jamaa alinambia, kwa makini nyumba unaenda kuipanga. Maana watu wengi wanakimbia. Nikasema mimi mtoto wa mjini Nishapanga sana nyumba kama hizo, acha nikakae. Sasa ndo naanza kujionea sasa mm. Ama kweli haya mambo ya hapo na sioskia la mkuu. Hey, unjika guu, sijui kama nitendelea na hii nyumba, nasubiri kukiche ili niame kabisa. Kabisa mm. Jamani, apangaji tuangalia na nyumba za kupanga. Usiku wa leo naombea uishi mapema. Mungu mm. nisaidie.